Halo kwenye line wa simu na kupata vizuri hapo. Halo e, habari mheshimiwa, kutoka Tabora hapa. Safi e, unaendeleaje majukumu ya kikazi? Njema kabisa. Naongea na nani? Uh, unaongea na binukile kutoka Bongo Mix e, mwandishi wa habari kutoka Bongo Mix uh, na maswali mawili matatu juu ya kile ambacho kinaendelea kwa uh, msemaji wa klabu ya Young Africans Shabani Kamwe. Waandishi waandishi taratibu mnazifahamu huku na kuna wenye mamlaka ambao wanaweza kulizungumzia hili na jambo bado liko chini ya kituo cha polisi sasa ni vyema mngefuata taratibu zinazohitajika. Samahani mheshimiwa. Uh, kweli taratibu zipo, lakini wewe tumeona kama credible source ambayo unaweza ukatupatia story uh, ambazo ni nyeti kabisa Uras... okay, anyway, wewe unachohitaji ni nini? Nataka nijue taarifa za ndani kabisa, maana kumekuwa na rumors juu ya uh, makosa ya kinidhamu kutoka kwa kwa msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe. Taarifa hizi ambazo zilizopo ni za kweli na za uhakika kuhusu kukamatwa kwake kama alipo linakuja na kwa kuwa tunaona tayari hatua zimeshaanza kuchukuliwa, maanake hilo ambalo linasemwa, basi lilikuwepo kweli. Na nikuulize tu wewe, hizo changamoto za kinidhamu zilikuwa ni jambo la siri au alifanya hadharani? Hii jambo alifanya hadharani, that's why limekuwa kama nimefanyika hadharani, taarifa pia zitatoka hadharani na baada ya kile ambacho kinaendelea kufikiwa hatua za kisheria, kwani amekuwa na mwendelezo wa makosa ya kinidhamu uh, mwezi uliopita tuliona ana sakata na TFF dawati la nidhamu, na safari hii tumeona pia ana ana mikwaluzo na na na waheshimiwa huko Tabora. Sasa amekuwa na changamoto hiyo, amekuwa na changamoto hiyo. Sasa, uh, mpira unabaki kwa mpira, masuala ya kimpira yaishie kwenye mpira unapochanganya mpira na, na na na mambo ya kijamii, mambo ya kisiasa, mambo ya kiutawala, inakuwa ni changamoto nyingine. Ukiangalia, uwezi ukawa unakuja Tabora, unakuja unaongea na wana Tabora kwa kashfa, unamsema rais, unamsema rais wa mkoa Watabora kwa sababu waheshimiwa Chacha ye ni mkuu mkoa, kuwa mkuu mkoa, we ni mteule wa rais, unachaguliwa unateuliwa na rais, si ndio? Kama unachaguliwa unateuliwa na rais, maana yake wewe ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa husika. Mheshimiwa, sakata hilo unadhani lina- linaharibu mpira wetu kwa kiasi gani? Nadhani ni kuto kutambua ni kuto kuelewa, na vijana hivi sasa, tunafahamu damu zinachemka, wanafanya mambo yao kwa namna ambayo wanaona ni sawasawa, lakini ukiangalia kwa undani, huwezi huwezi ukawa unamuongelesha unamongea kwa kadhia, kwa kebei, kwa kashfa, kauli za namna ile, hata kama ni ni kuhusiana na michezo tambua huyo ambaye unamwambia hivyo ni nani? ni mkuu wa mkoa unamwambia kwamba yeye ana shati la ubatizo samani mheshimiwa, lakini anaweza kutuonyesha hilo shati lake la ubatizo kauli ya mheshimiwa mkuu wa mkoa? Auliza wewe kwanza, anaweza kutuonyesha hilo shati la mkuu wa mkoa la ubatizo? A, sasa tubaki hapo mheshimiwa, umesema kwamba a, shati la ubatizo So, laki, ambazo, laki, ambazo, ameziongea yeye, ni, sio, ni neno la la Kikatoliki tu halina shida yoyote. Ndio tunahitaji huko kwenye mamlaka ambapo analisaidia jeshi la polisi, akatuonyesha hilo shati la ubatizo ambalo mkuu wa mkoa alikuwa amelivaa. Hasa kilichosababishwa akakamatwa nini? ni, ni, ni, ni, ni, ni, akawekwa wazi pale ambapo mambo yote atakuwa sawa sawa. Mheshimiwa, tumekupigia wewe kwa sababu wewe ndio authoritative na mtazamizo, wewe ulitazama uliona yale ambayo yalikuwa yanaendelea kabla ya mchezo. Mkuu wa mkoa kama binadamu hatuwezi kusema kwamba anapatia au anakosea, lakini kwa nafasi yake a, kwa lolote ambayo analitamka yeye, unajua mkuu wa mkoa sasa hivi akisema hii nyumba ivunjwe kwanza nyumba itavunjwa, alafu ndio baadaye tutakaa chini tuanze kutafuta haki na usawa. Uko wapi? Amri tayari imeshatoka na ishatekelezwa. Una maana? Kwa hiyo mkuu wa mkoa anapoongea, yeye ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa husika, anayoyatamka wewe ukija kuyakebehi ni unakuja kukebehi yale ambayo rais angeatamka sehemu husika, lakini kwa kwa rais, kwa, kwa, kwa, uh, kwa stori kwa kauli ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kama ame, ameegemea upande mmoja, ndio maana kijana akaamua kumjibu yes. Ndio maana nimekwambia kwamba akishazungumza yeye wewe unala kwako, lolote kuna njia sahihi za kufikisha, sio kukebehi, sio kukebehi. Na yeye si binadamu mheshimiwa? Lakini, lakini, wa mpira ukuu uh, uh, wa mkoa ni kiti, lakini ukitoa kiti anabaki yeye kama binadamu huenda yes. Uh, msemaji wa klabu ya Young Africans alimjibu kama binadamu, hakumjibu kama kiti cha cha cha cha cha mkuu wa mkoa huo. Binadamu ndio tunataka akatueleze kwenye mamlaka husika kwamba hizo kebei ubinadamu ni kukebei mtu, unadhani ni kumletea mtu zihaka. I, inaweza ikamuondolea profaili yake yote ya, u, u, ya, ya usemaji. Hayo ni masuala ya kiutawala kwao kwenye timu yao. Sisi tunaangalia masuala ya kiutawala kwenye mamlaka husika zinazosimamia na kuendesha masuala mengine tofauti. kwa uzopira kwa uzoefu wako, kesi hii inaweza ikalindima ika kwa muda gani? ni kutoa maelezo tu, anaenda kutoa maelezo. Maelezo yanakita kwenye shati la kipa imara au yanakita kwenye yote ambayo ameyazungumza? Huwezi ukamwambia mkuu wa mkoa kwenye jambo letu asije asitokee, ili hali wewe unaingia kwenye mkoa wake. Wewe ni nani wa kumpa hayo mamlaka pangia majukumu wewe ni nani wa kumwamrisha kwamba una, na tena unaongea hadharani una, unajua, dola dola inashikiliwa na mkuu wa mkoa kwenye mkoa husika, yeye ndio kiongozi, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Naam, naam. Sasa kweli unaingiza jambo kwenye mkoa wake, alafu unamwambia kwamba utaki shobo na m mkuu wa mkoa mwenye mkoa wake, rais wa mkoa huo, taratibu za kinidhamu kwa sasa. Niko na majukumu, nadhani nimekueleza vya kutosha, itakusaidia wewe. Mengine tusubiri pale hapo ambapo zitachukuliwa. Sawa sawa. Hey, Mheshimiwa, usikate simu mheshimiwa, kama. Hello, hello! Hey, hello!